Ndugu zanguni, habari za leo. Naomba leo niwatangazie matangazo madogo madogo hapa, matangazo kama aina nne hivi, na wale wote mnaonifuatilia mnisikilize vizuri sana katika matangazo yangu haya. Mimi naitwa Daktari Kabezi, ni mwandaaji na msambazaji, lakini pia ni daktari bingwa kabisa katika masuala mbalimbali ya tiba. Mimi naandaa dawa aina mbalimbali kupitia tiba za asili. Ninashughulika na mambo mengi sana kwa wale ambao wamenifuatilia vizuri, nina tiba zangu ziko vizuri kabisa. Naomba leo mnisikilize vizuri, natangaza dawa hii. Dawa hii ni wale wakina mama wenye maumbile makubwa, wale mabinti wenye maumbile makubwa. Dawa hii ina sifa nne, mpaka zaidi ya nne. Cha kwanza, dawa hii ukiitumia kuipaka wewe mama, wewe binti, wewe dada inafanya maumbile yako, unakuwa na joto. Lakini dawa hii ukiitumia tena, sifa ya pili inarudisha maumbile yako, unakuwa kama mtoto mdogo. Lakini sifa ya tatu dawa hii ukiitumia kujipaka, wewe mama, wewe binti, wewe dada, maumbile yako yanakuwa na mnato. Lakini pia dawa hii inaondoa miwasho katika maumbile yako wewe mwanamke, kama wakina mama wale wenye miwasho kwenye mwili, kwenye, kwenye sehemu zao za siri, fangasi sehemu za siri. Dawa hii inaondoa muwasho na vitu mbalimbali. Dawa hii inasababisha maumbile yako, wewe mwanaume anapokuingilia, anapata raza ya kwamba ana mwanamke. Kuna wanawake ni wazuri, lakini maumbile yao hayana mvuto, hayana ladha. Ndio maana shangaa wakina baba wengi, unaweza ukashangaa anachepuka au anamwacha mke wake mzuri, unashangaa mbona mke wake ana kiuno kizuri, ameumbika. Kumbe unakuta maumbile yake yule mama si mazuri, maumbile makubwa hayana mvuto. Sasa dawa hii ukitumia kujipaka siku saba maumbile yako wewe mama, wewe binti, wewe dada yanabadilika kuwa maumbile sipesho kabisa. Cha kwanza yanakuwa na laza kwa mwanaume anapokuingilia. Maumbile yako yanakuwa madogo, maumbile yako yanakuwa na mvuto, maumbile yako yanakuwa yanafinyia ndani. Mwanaume akikuingilia, utafikia nafinyiwa ndani, ni maumbile mazuri kabisa yanakuwa. Dawa hii imeandaliwa kwa mimea, ni nzuri sana wale. Wakina mama wakina dada mnao tumia vipipi, msitumie vipipi, tumia dawa hii, dawa nzuri sana. Hata kama unataka kuozesha binti yako, ili binti yako aweze kuletea heshima kwenye familia. Kwa sababu ukiozesha binti akakutwa na bikra, manake familia ile inaheshimika sana. Wakina mama wa Kiarabu, familia za Kiarabu nimewauzia, nime sana dawa hizi. Maana familia za Kiarabu anapoolewa mtoto wa Kiarabu akakutwa na bikra siku ya kukutana mme wake akachanwa akatoka damu. Ile familia ya Kiarabu huwa inapelekewa zawadi sana, na yule mwanamke huwa ananunuliwa mikufu ya dhahabu, cheni za dhahabu na kadhalika, zawadi anapewa nyingi. Sasa familia nyingi za Kiarabu kule Omani, Tanzania na sehemu zingine, nimewauzia sana dawa hii. Ili binti yako akutwe na maumbile akiwa salama, tumia dawa hii. Dawa hii unapaka siku saba tu Usizidishe, ukizidisha siku saba mpaka siku kumi na nne ni hatari kidogo. Kwa hiyo tumia siku saba kwa kujipaka asubuhi na jioni. Dawa hii ni nzuri sana, inaleta heshima ya ndoa, inaleta heshima kuheshimika, wewe mama, wewe binti, wewe dada. Dawa hii ni nzuri sana, ni ya mafuta, imeandaliwa vizuri sana na ofisi yangu Dr Kabezi. Wakinamama wote mnaotumia vipipi, msitumie vipipi tena, chukueni dawa hii ni shilingi elfu kumi na tano tu, unaipata dawa hii. Dawa hii unaweza ukatumia watu watatu, dawa hii inatosha kabisa watu watatu kutumia. Ni dawa nzuri sana, wakina mama wote, wakina dada wote, na wakina dada, wakina mama mnaozesha ndugu zenu, watoto wenu, tumieni dawa hii kuwa wanajipaka mabinti zenu, ili siku ya ndoa akaende akalete heshima ya familia, kwamba familia ile ilikuwa imemlea mtoto wa kike Mtapewa zawadi na mtapewa heshima. Popote ulipo, ukiwa Marekani, ukiwa Uingereza, dawa hii nitakutumia. Ni dawa nzuri kabisa, wale wakina mama, wakina baba, wakina dada, kurudisha maumbile yenu kuwa mazuri, na inaondoa miwasho, inaondoa harufu mbaya kwenye maumbile ya kike. Tuwasiliane, mimi napatikana mkoa wa Mwanza. Ukiingia kwenye akaunti yangu pale kuna namba za simu nipigieni, utapata dawa hii. Asanteni sana, karibuni sana. Lakini pia nitaitangaza dawa hii. Dawa hii ina, dawa hii kazi yake kubwa kabisa, kazi yake kubwa kabisa, ina kazi kama tatu nne. Wakina baba waliolegea mishipa, wakina baba waliolegea mishipa, wakina baba ambao hawana nguvu za kiume, dawa hii inasababisha nguvu za kiume kuwa imara kuimarisha mishipa. Lakini pia wakina baba ambao wanakojoa mbegu hazina ya nguvu, dawa hii inakwenda kuimarisha